Joto la uchaguzi likiendelea kupanda na siku zikiendelea pia kuyoyoma, waangalizi wa uchaguzi kutoka ndani na wale wa nje pia wanajiweka sawa kufuatilia kila hatua ya uchaguzi huo. Na hapa ndipo tume huru ya uchaguzi inapojitokeza na kutoa mwongozo kwa waangalizi hao. Tumewafahamisha uh, kwamba kuna sheria uchaguzi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unafanyika kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano, sheria za uchaguzi pa kanuni, pamoja na miongozo na maelekezo mbalimbali yanayotolewa na tume. Kwa hiyo kwa kufuatana na hayo yote, tumewaambia pia wa, ni yepi hawapaswi kufanya na yepi wanapaswa kufanya. Tumekuwa na wenzetu kutoka jeshi la polisi, ambao wamewapa briefing ya usalama na taratibu gani zinatakiwa zifuatwe kwa ajili ya usalama wao katika kipindi chote hiki, lakini pia wenzetu kutoka Wizara ya Afya, mwakilishi kutoka Wizara ya Afya amewapa briefing ya taratibu uh, za kiafya ambazo zinatakiwa kufuatwa. Majeshi ya ulinzi na usalama nchini nayo yamejiweka sawa. Jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria linalo jukumu la kulinda usalama wa raia na mali zao limejipangaje kueleza tu yale ambayo wanapaswa kuyatenda na ambayo hawapaswi kuyatenda kwa usalama wao pamoja na usalama wa nchi. Lakini ili iweze kufanikisha hii dhamira yetu ya kufanya uchaguzi huu mkuu wa 2025 uwe wa usalama na amani. Baada ya kikao hicho cha maelekezo muhimu kuelekea uchaguzi mkuu waangalizi wa uchaguzi wameonyesha utayari, ikiwa ni pamoja na kuzingatia sheria zinazoongoza Tumepata vitu vingi kujifunza kwenye eneo la uangalizi uh, wa uchaguzi. Tumepata uh, kuona kupitia kaimu mkurugenzi wa uchaguzi kuona yale ambayo tunatakiwa kufanya kama waangalizi wa uchaguzi, lakini pia kupitia kuona yale uh, mambo yote ya kiusalama zaidi. Do's and don't ya mambo, mambo ya kwa ajili ya mambo ya kuzingatia kwenye uangalizi wa uchaguzi, lakini pia kupitia Wizara ya Afya tumepata kuona kwa namna gani tunaweza kujikinga na maradhi ya kuambukiza kwenye kipindi hichi cha kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025. Naambiwa kwamba tuwe makini pindi tunapoenda, tunapokuwa katika mkusanyiko wa watu, tuhakikishe kuweka kuwa salama katika mazingira ya usafi, kunawa mikono, kushikana ovyo, lakini jambo jingine na naimani swala uchaguzi tena vizuri. Elimu ya mpiga kura kuelekea uchaguzi mkuu haiishii kwa uangalizi tu. Makundi mbalimbali mbali, pamoja na wananchi kwa ujumla wake wameendelea kukumbushwa mambo ya msingi ya kufanya kabla, wakati na hata baada ya uchaguzi. Ni takwa la kisheria kila ifikapo miaka mitano watu tuingie kwa ajili ya kwenda kuchagua viongozi ambao tunawahitaji. Viongozi wanadi sera zao ili wananchi sisi tusikilize. Alafu mwisho wa siku twende tukafanya maamuzi kwenye sanduku. Hadi sasa ni wagombea 17 ndio wanaochuana kuwania urais katika uchaguzi mkuu huo utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Faraja Samo, Azam News.